Hello. thengi ni ni kuhura thimo guko ni inoro fm ni nie ndahura e i ni we wahura oo guteithia atia we kameme ndakwira guko ni inoro Jitagwo Jeff Kuria ngikuria muthe menyerera miario yaku wirira ini haiya kedwe kire ditibo.

kahiki kau gatige kenegia musakuru ta bom ehe hau tu tinge gu teithia mu thikireria kindu mire credit ya ng'ori horira safari komu safaricomu na mahoe namba yao ya yatero twarie matige kunjita dia tondu kahiki gakwa karafiu muma karuga horira kastoma kia riu ndirenda gukurenga ugukorwo undaithetie muno tondu ndanageria kwirenga na karurigi gaikonia ngeigua samagatitira Nyokswa wa kata nae ndegukihiuhiria